Kwa majina anaitwa Mwalimu Philipson Yauze Kisimbo ni mwalimu bobevu wa masomo ya hisabati ya... na nimekuja katika zoezi hili kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa walimu wa shule za Singida DC, na lengo la mafunzo haya ni kwa ajili ya kupeana ujuzi na maarifa katika kufanikisha ufanisi na ufaulu mkubwa katika somo la hisabati. Kiufupi ni kwamba somo la hisabati limekuwa likijulikana kwamba ni somo tata, somo lenye changamoto na ufaulu umekuwa duni mno kwa watoto wetu katika mitihani e, ya upimaji na mitihani ya kuhitimu elimu ya msingi. Lakini leo tumekuja na kama sehemu ya kutafuta mzizi au mwarobaini wa kufanikisha zoezi hili kwa walimu ina wao wakawe chachu njema kwa wengine kufanikiwa namna njema ya kufaulisha somo hili la hisabati. Na tuko na washiriki wa kila shule katika halmashauri hii, imetokea katika e, taasisi ya elimu kwa ajili ya mafanikio makubwa ya mahiri zenye changamoto ikiwemo aljebra, giometri na vipimo ambavyo mara nyingi katika mmtiano wa kuhitimu ya msingi yamekuwa na changamoto sana za ufaulu, alama zake ziko chini kuliko maada nyingine au mahiri nyingine. Kwa hiyo tunawakaribisha na tunategemea ya kwamba walimu hawa watakwenda kufanya vizuri kwa kuwashirikisha wenzao katika eh, zile jumuiya za ujifunzaji mashuleni ili kuongeza nguvu kwa kadri siku hadi siku kufaulisha somo hili kwa ngazi ya kitaifa.